Jana Jumatatu, Februari 9 mwaka 2026, na kusababisha hofu kubwa miongoni mwa raia, lakini bila majeruhi kuripotiwa. Kwa mujibu wa taarifa za polisi wa Italia, tukio hilo lilitokea kwenye barabara kuu inaunganisha miji muhimu katika eneo la kusini mwajeio, ambapo gari la kusafirisha fedha lilikuwa likisafirisha kiasi kikubwa cha pesa kuelekea taasisi za kifedha. Wakati likiwa safarini, gari hilo lilivamiwa ghafla na kundi la watu wenye silaha ambao walitumia vilipuzi vidogo kujaribu kulizuia na kulipora. Mashambulizi hayo yalionekana kwenye video mbalimbali zilizosambaa kwenye mitandao, zikionyesha washambuliaji wakitumia vilipuzi kuharibu sehemu ya barabara na kujaribu kulazimisha gari hilo kusimama. Hata hivyo, madereva wa gari hilo waliweza kuchukua hatua za usalama kwa haraka. Huko vikosi vya usalama